Haki haiombwi, haki inadaiwa. Nisingependa tuanze kuomba haki, na nikisema hilo, Baba Askofu, utanisamehe kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi. uchaguzi Hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuruga. No reform no election, ndugu zangu. Bawacha kwanza naona mnachelewa muda tulionao ni mdogo. Hapa saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform no election.